Naam, asante sana kwa kuendelea kutizama Jukwaa la Afya leo hii, tukiwa tunaangazia maradhi ya moyo. Na kabla ya kwenda kwenye mapumziko, daktari alikuwa ametueleza vizuri a, vile ambavyo moyo wetu upo akitoa akiwa ametuonyesha nusu ya moyo vile unavyofanya kazi na jinsi gani ambavyo iwapo kutakuwa na matatizo, kitu gani kitakuwa kinaendelea, na tulikuwa tunalizungumzia hili swala la Rosemary. Kwa hivyo Rosemary, nitakuja kwako kabla kumpatia mtaalamu wetu wa lishe nafasi atueleze kuhusiana na vipi mafuta yanaathiri moyo na yakiingia ndani ya moyo kwa wingi katika mishipa ambayo inapeleka damu kwa, kwa moyo kwa wingi ni kitu gani kinafanyika? Uh, umetueleza kwamba Rosemary, kabla ya kupatikana na hili tatizo, kuna dalili ambazo ulikuwa unazihisi, na dalili hizi zilianza wakati ulipokuwa mkubwa ama ni kitu ambacho kilikuwa kuanzia huko mdogo, maanake um, daktari amesema kwa watoto utaangalia hivi, ukute kama ni mtoto anakuwa Ha, hapendi kusumbuliwa, najitenga. Kwako wewe ilikuwa ni vipi? Um, asante Mwana Hamisi. Naam. Uh, dalili zilianza kitambo. mm -hmm. Kwa sababu nakumbuka vizuri nikiwa kidato hicho cha tatu. mm -hmm. Maumivu ndio yalianza na nilikuwa napenda sana mchezo wa miguu football. mm -hmm. Kwa hivyo tulikuwa tunaenda mashindano kama kawaida lakini najipata natolewa kwa timu kwa sababu nashindwa kukimbia kama wengine. mm. Um, alafu kuna wakati nakumbuka nilikuwa na ni, uh, wakati mwingi nikitembea nahisi ya kwamba uh, ni kama nimechoka, lakini natembea tu polepole nasikia nimechoka. so, uh, kwa hivyo sikuwa napenda kutembea sana mm. Ni, ni heri mi nikae kwa nyumba nikae nyumbani. Kwa hivyo ni kama tu nilikuwa najitenga kwa sababu naona nitachoka. So, kulikuwa na uchovu mwingi. Uh, kulikuwa na hasa wakati wa baridi ilikuwa inanilemea sana. mm -hmm. Nakumbuka nilikuwa na nakaa nimevalia sweta jacket. mm -hmm. Kuna kuumwa na viungo huku vya mwili the joints. mm -hmm. Uh, alafu kuna wakati ilifika andi nikaanza kuzimia. mm -mm. Naam. Sasa uh, ile ilikuwa ya zaidi lakini ilikuwa nikaanza kuumwa na kifua. mm -hmm. Nilipoenda hospitali nikakuwa misdiagnosed. mm -hmm. kwa sababu niliambua huenda ikawa niko asthmatic. nam mm. Sa nikaanza ku, kuambua mambo ya dawa za asthmatic, lakini mi haikuwahi nisaidia. mm. So, maumivu yaliendelea hivyo, uh, mi nikaendelea kupata dawa za kupunguza maumivu kwa sababu kabisa. Na wakati wa wazazi pengine hawakutafuta mbinu nyingine ama ushauri mwingine wa daktari, ilikuwa mnakwenda bado katika ile hospitali moja tu. Acha niseme, um, pahali nililelewa mm -hmm. mzazi hakuwa na uwezo wati ngenipeleka hospitali kwa specialist kwa specialist, mm. kwa hivyo nikuwa tunaenda katika zahanati mm. naenda hata nikienda kienda ya kibinafsi, si ile iko na specialist wengi sawasawa. Daktari, swala hilo pengine ungelizungumzia vipi? Maanake najua wengi wanaotutazama pengine wako katika hali kama hiyo, na kule vijijini, uh, mitaani kuna watu ambao huenda wakawa wana tatizo hili lakini hawajui. Sasa waangalie ishara gani, kwako wewe mtu mzima, kwa yule mtoto wako uwe ni nyumbani, iwe ni shule, mwalimu, uangalie ishara gani uweze kusema pengine huyu mtoto anaweza kuwa na hili tatizo, atafutiwe matibabu ya haraka. Uh, kusema kweli, hiyo ni swali nzuri sana Mwanamisi, na ningesema hivi es, kwa watoto wale wadogo haswa, unapata mtoto vile ni angazia tu, wanaanza na homa. Mm -hmm. una homa kali mtoto. Mm -hmm. Anakoa, maybe anaumwa na tonsils pale, anapewa dawa hapa na pale. Mm -hmm alafu baada ya pale, ni zile viungo za mwili zinaanza kuuma. Unapata mtoto kutembea, kukimbia inakuwa ni shida, hata kuandika. mm -hmm. you know, kuchukua kalamu kuandika hiyo ni shida pale. Jambo lingine vile tulisema ni uchungu kwa kifua. mm -hmm. unapata mtoto pale ameumwa, amechoka, ako na ile joto ya mwili. Kwa hivyo mimi kama daktari ningeambia wazazi ni kitu cha muhimu, tusichukulia tu homa ni homa. mm -hmm. Tusiseme hii homa ni ile tu ya kawaida aa, e, yule mtoto kawaida yake ni homa mm -hmm. kila wakati hata ah, sasa ataki kutembea, amesema afiki shule mm -hmm. Ni vizuri pale kama mzazi kuangalia mtoto wako, kwa nini viungo za mwili zinamuuma, mbona anasema kuna mambo mengine isiyo ya kawaida kwa homa ya kawaida mm -hmm. so jambo la pili pale ni kusema pia mtoto akifika shuleni kama we ni mwalimu usije ukamsingizia yeye apendi mazoezi. Unajua kuna wale watoto wanasemekana, upendi mazoezi, huu mkienda uwanja hii utaki kufanya huu. Ni kuangalia yule mtoto na umwelewe vizuri, shida ni gani. Ukisikia pale mtoto ni shida ya join, ni shida ya kifua, ana anaumwa, anachoka zaidi, ni vizuri kuambia mzazi pale, tafadhali, pelekeni mtoto aangaliwe. mm -hmm. watu tujue shida ya mtoto ni gani? hmm. na pale pia nitaongelelea kwa wale wauguzi sisi wenye tunapeana hizi huduma za afya, ni vizuri na wewe kama nas kama daktari pale umepata yule mtoto, badala pia ya kumsingizia, umwangalie mtoto kwa utaratibu na kwa kweli, kama kuna ile tunaitanga high index of suspicion, yaani kumaanisha kuna jambo pale, wee kama muuguzi unajua huu mtoto maybe anaweza kuwa na jambo lingine zaidi, ni vizuri mtume kwa maharaba wafanye zile vipimo zenye zinafaa, sababu vipimo ziko na ni za bei ya chini kusema ukweli, hata kabla ufike kwa yale you know, yule specialist kabla ufike kwa yale na kuona useme kuona daktari wa moyo mm -hmm. U, ama kutuma kwa hospitali kubwa kama Kenyatta ama hospitali zile kubwa za county, kuna zile vipimo za bei ya chini zaidi twazita ASO titers zenye zinaweza fanywa kwa watoto ndo mm -hmm. tujue haswa kama wako na shida ya rheumatic fever. Mm -hmm. Tukishapata wale watoto mapema mm -hmm. zaidi mm -hmm. tutakomesha huu ugonjwa. Sasa dalili za rheumatic fever ni zipi? Ndio hizo ambazo hizo unasema tu viungo za mwili kuuma. mm -hmm. Wakati mwingine unapata ni kiungo kimoja kimefura, kime kingine kinafura kesho, kingine kinafura siku nyingine, pale unapata oh, unasikia mzazi akisema oh, leo ulikuwa ni mguu, tena leo ni mkono. Kwani unacheza mchezo gani huo? mm. Unaona pale. mm. Naye mtoto haelewi sababu kweli alicheza tu ule mchezo wa kawaida na wenzake pale. mm. Alafu anasema naumwa mama, naumwa na kifua kazi mm. Ah, yako kuumwa na kifua kila wakati. Unaona pale. mm -hmm. Ndo nasema ni hizo tu zile matatizo za homa hiyo homa kali, pia viungo na pia kuumwa na tulikuwa okay, sawa, sawa. Tumesema tunataka tuiangalie ile picha ambayo itakuwa inatuonyesha mafuta, nadhani kama itakuwa iko tayari itupachiwe pale, ili mtaalamu um, wetu wa lishe atueleze zaidi. Na wakati utakapokuwa pia unatueleza kuhusiana na tatizo hilo um, hmm. pengine utueleze ni vyakula gani ambavyo vinachangia mtu sana hmm. a, kuweza kufanya mishipa ya damu kulimbikiza mafuta ndani, na iwapo mtu pengine ashakuwa na tatizo kama hilo, ni kitu gani ambacho kinastahili kufanywa ili aweze kusafisha? Maanake tunajua katika hii miili kuna wakati mwingine unaambiwa mwili wako umejaa uchafu sana, kwa hivyo unafaa kufanya detox, kitu kama hiyo. Je, vinafanya hivyo vitu, ama tusifike kwenye detox, tufanye vitu gani ili tuepuke kufika mahali kama hapo? Nadhani unaweza kwenda katika ile picha kule, alafu utuonyeshe baadhi ya hayo masala vile alivyo. mm -hmm. Naam, asante sana. Um, kwa sasa tunaona hii ni mshipa ya damu ya mtu wenye, tuseme kwa mfano, mafuta imeenda pale kwa mshipa na imefanya ku ku clog ku clog mm -hmm. pale damu mali inapita mm -hmm. so unapata damu kawaida inapita kwa hii mshipa na ukikula chakula iko na mafuta ile, acha tuseme ile mbaya ama mafuta mingi, ama ukiwa mtu ufanyi zoezi, ukiwa mtu uko na um, uko na kilo ya juu, unapata hii cholesterol inakuja inakuja kwa damu mm -hmm. so hii damu, hii cholesterol ikiwa mingi, ina clog hiyo artery So the moment in a, in a clog unapata damu inashinda ikipita inakuja ikiwa mingi na kwa mahapo. Sasa inakuwa kama blood clot. Sasa daktari anaweza tuambia hiyo blood clot ikienda kuna mali ikienda kwa brain na kwa mbaya ikiwa nini inaleta madhara zaidi. So kukula chakula kama tume kama vitu trans fats ukikula margarine, ukikula chakula imetumbukizwa kwa mafuta mm -hmm. kwa sababu tumesema awali hiyo mafuta kitambo, utumbukize chakula ndani lazima ikue ile moto zaidi. Mm-hmm. So kitambo hiyo mafuta i Uh, iive ikuwe moto zaidi, imebadilika ili kwa mafuta nzuri sahii imeenda ikakuwa transfer sasa. mm -hmm. Hiyo transfer ndio asema tusitumie. Kuna ile mafuta ingine tumesema inaitwa refined oils kwa Um, kwa kawaida tunahimiza watu ukienda kununua mafuta usitafute ile mafuta imeandikwa refined oil, tafuta mm, tafuta -hmm, mafuta ingine. Kuna zile butter unsalted, kuna coconut oil, kuna olive, kuna canola, zile zimekuwa cold pressed, kumaanisha cold pressed, umefinya hiyo, um, hiyo kama ni hiyo fruits imefinywa kabisa ikatoa hiyo mafuta. Sasa hiyo ndio cold pressed mm -hmm. But zile kawaida watu wanatumia kwa wingi inaitwa refined oil, hiyo ndio inaleta madhara zaidi. Kisha hiyo chakula ukikula kwa wingi kwa, kwanza kuna mafuta mbaya. Ya pili unakula hiyo mafuta sasa kwa wingi, zile vibanzi imetumikizwa kwa mafuta, mandazi um, saa zingine unakula ile tena, tulisema processed food, umekula tena kwa wingi, inakuja inaleta hii madhara. So tunasema at least tubadilishe hiyo mafuta na tubadilishe vile tunapika. Sasa pengine mtu umejiangalia na unahisi kwamba um, zinaitwaje, mishipa yako ya damu iko namna hiyo. mm. Pengine ni dalili gani ambazo, maanake hutajua, hatuwezi kujua ndani ya mwili wetu kama mishipa iko vipi? mm. Iwapo mishipa yako itakuwa sasa imefungamana, iko na nafasi ndogo sana ya kupitisha damu, kuna dalili zozote ambazo nitakuwa niko nazo pengine kwenye mwili zinionyeshe kwamba hapa naweza kuwa niko na hili tatizo? alafu unastahili kufanya nini? mm. Pengine nije kwa daktari atueleze. Eh, asante sana mwana misi. So kweli sana wakati mishipa za moyo zinaingiwa na kolesterol mm -hmm. Na pale zinaanza kubana mm -hmm. So ile damu, nafasi ya damu kupita inaanza kuwa kidogo mm -hmm. Watu wanahisi dalili tofauti mm -hmm. Jambo la kwanza kabisa itakuwa eidha uzito au uchungu kwa kifua, wakati unaenda kwa mwendo wa kasi mm -hmm ama wakati unafanya jambo linahitaji nguvu zaidi mm -hmm. Tusome, umeamua leo ni siku ya kuhama nyumba. Uko hapo unabeba viti, unafanya, unasikia unasikia mm -hmm. unasikia kifua kifua kinaanza kinaanza kubana kuchoka mm hebu -hmm. Ah, nisimamishe hii kazi mm -hmm. nipumzike kidogo. Hiyo ni jambo la kwanza, na kaida ile kwa lugha ya kimombo tuaita angina mm hiyo -hmm. ndio dalili ya kwanza kabisa. Wakati unahisi vile, kwa kweli kuna jambo pale Usije ukalipuuza. Useme ha, nafanyika tu wakati nainua vitu ama wakati naenda kwa mwendo wa kasi, mwendo mm wa kasi. Ni vizuri ukionekana na daktari sababu hiyo ni dalili ya mshtuko wa moyo wenye utakuja baadaye. Hiyo mm ni jambo la kwanza. Mm. Jambo la pili pia kama inahusiana na moyo, kama sababu cholesterol inaweza ingia kwa mishipa tofauti. Namu. No. Wakati naingia kwa mishipa ambayo kuna hiyo uchungu uzito kwa kifua. Jambo la pili kwa wale especially watu wazee hasa watu wazee wako na shida ya kisukari, wakati mwingine hata wahisi uchungu, watasikia tu wamechoka, wanahema, anatembea na mama ako na shida ya kisukari, mm -hmm. Anatembea kwa mlima kidogo hivi, mama amehema, amehema, na hiyo ni ile tunaita angina equivalent, yani kumaanisha huu uchungu unatoka kwa moyo, mm -hmm. Lakini sababu huu mgonjwa um, ako na shida ya kisukari, imeathiri zile nerves na asikii uchungu vile inafaa chenye atasikia ni kuchoka ni kuhema. Hiyo ni jambo la pili. Haya, tuangazie kwa wale watu mshipa unafungana ghafla. So unaweza kuwa pale, wewe mwenyewe hata unaenda mazoezi kila siku, uja kuwa na shida yoyote, naujasikia kifua kikibana. mm -hmm. lakini siku moja tu kwa kigafla unasikia uchungu zaidi wenye unakufanya unakata pumzi. mm. unasikia kisunzi, unasikia kweli umetoa jasho nyembamba pale, kumaanisha kuna shida kubwa kwa moyo pale sasa hiyo ni ile tunaita mshtuko wa moyo, hiyo inafanyika kigafla. mm -hmm. Kuna wale watakuwa wameshapata ile uchungu mbeleni, kuna wengine hata hawakujua. mm -hmm. na imekuja kigafla, na hiyo kawaida inakuja juu kuna ile kolestro imeingia pale, si mingi kuziba mshipa wa moyo sana, lakini imekuja karibu sana na ile ngozi ya juu ya mshipa, mshipa umepasuka kigafla ndomaana. mm -hmm. hiyo clot inafom kwa haraka, damu inaganda pale kwa haraka, damu inaziba ule mshipa mm -hmm, na mshtuko wa moyo unafanyika. Okay, sasa hilo ni ile tunaita heart attack. Sasa yale mambo ni wakati cholesterol imeingia kwa mishipa ya moyo, lakini unajua sasa cholesterol iko kwa mwili wote mm -hmm, kuna wale inabagua kidogo, inaingia kwa moyo ingi kwingine, lakini kawaida itaeneza itaenea kwa mishipa zingine, kama ni mshipa wa ubongo pale ni ile tunaita kiarusi so zile Tunaweza sema um, mtu mbeleni sana. Kuna wengine wanapata tu maybe, unajipata oh, kwa muda kidogo, unasikia ni kama ulimi unakuwa mzito, ah, unasikia ni kama matamshi yamekuwa mazito mm -hmm. kidogo kidogo, unasikia ah, ni kama siongei, ama mkono ama mguu umekuwa hauna nguvu mm -hmm. ah alafu hilo jambo linaenda, unasema ah, na kweni hiyo ni ni kitu gani? Nilikuwa na mgonjwa mmoja ananiambia ni kama shetani alikuja mm -hmm. akanishika mm -hmm. sikuweza kuongea kwa muda dakika mm -hmm arobaini hivi, alafu hiyo jambo likaisha, na hiyo ni dalili ya kiharusi. Mm. la muhimu sana, lazima pale uende hospitali, usingoje kiharusi ile kubwa ifike, na hiyo tunaita TIA, transient ischemic attack. Pale mshipa mmoja umeziba kidogo wa ubongo, dalili zimekuja, damu imeanza kupita tena, dalili zinapotea. Okay. Alafu sasa kuna ile tunaita kiharusi, yani umepatwa na stroke sasa, na mshipa wa ubongo umeziba. Mm. Sasa hiyo ni kwa upande wa ubongo, pia ya hmm, kwa upande wa miguu. Kwa hivyo hii shida ina, inaingia kwa mishipa tofauti. Kwa upande wa miguu, umeona watu wengine wamekatwa mguu hmm. Mguu kukatwa mguu kunaweza letwa na sababu tofauti, lakini mojawapo ni cholesterol imeingia kwa mishipa za miguu, pale inaziba. Jambo la kwanza ni watu kusikia ni kama misuli za miguu zinaleta tatizo wakati unatembea uko pale unatembea, unasikia misuli zimeleta shida, zimekuwa nzito, uwezi kuendelea, lazima usimame. mm -hmm. Unaweza kuwa na shida ya mishipa juu ya kolestrol okay. Jambo lingine pale likifanyika kwa ghafla kama tu kwa moyo, basi mguu pale una, unasikia kwa kighafla mguu kona uchungu zaidi, na mguu unaanza kudhoofika. no, unaweza pata ganzi pia inaweza kufa ganzi, inaweza mm -hmm. Unapata damu yingi kabisa, unaona mguu wako kweli uko na uchungu zaidi, umeanza kufura, kuna shida pale mm -hmm. na hiyo inakuwa acute, yani ile inafanyika kwa haraka kwa haraka mm -hmm. kwa hivyo dalili ni tofauti. Okay mm -hmm. sawa sawa, mtazamaji, tutakwenda kwenye mapumziko ili tupate matangazo ya biashara. Upande wa pili tukirejea, kutoka Nyamira mwanahabari wetu atatueleza ni yapi ambayo ametuandalia ya, alafu turudi hapa ndani maanake najua saa hizi kuna mwingine kama mimi anafikiria haya, tushaelezwa tatizo la kolesterol, mbali na kuepuka chakula, je, kuna vingine ambavyo tunastahili kufanya? Kuna mazoezi aina nyingi watu wanafanya, lakini je ni sahihi? Sasa vipi tutaweza uh, kuyeyusha yale mafuta ama kuyafanya yayuke yale mafuta, ili damu iweze kupita vizuri, iwe ni kuingia ndani ya moyo na kupeleka damu katika sehemu zingine za mwili, ili kuepuka madhara ambayo yaliyoko. Hayo yote ni baada ya mda usokuwa mrefu, na pia nitapata fursa ya kuangalia iwapo mtakuwa mmetuma maswali yenu. Daktari pia atakuwa na nafasi ya kuyajibu pamoja na mtaalamu wetu wa lishe. Usende mbali.